Halmashauri ya wilaya Nkasi mkoani Rukwa imefanikiwa kutatua baadhi ya changamoto zinazoikabili sekta ya kilimo wilayani humo kwa kuongeza idadi ya maafisa ugani ili kuleta ufanisi kwenye kilimo katika msimu ujao wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, bwana Julius Kaondo, amesema maafisa ugani hao ambao pia wamepatiwa nyenzo za usafiri watatumika kuhudumia idadi kubwa ya wakulima katika maeneo ya vijijini ili kuwawezesha wakulima hao kutumia njia bora za kilimo katika maeneo yao na kuongeza uzalishaji. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu Mswima Ernest. Bwana Julius Mleche Kaondo ameiambia TBC kuwa wakulima wilayani Nkasi wanao uwezo mkubwa wa kuzalisha mazao ya chakula cha kutosha kwa ajili ya matumizi yao binafsi na pia kwa ajili ya biashara, isipokuwa wanakabiliwa na tatizo la upatikanaji wa pembejeo kwa wakati sambamba na ushauri wa kitaalam. Wilaya imejipanga kuhakikisha kwamba kupitia ma, ma, mapato yake ya ndani imetenga pesa ili kuhakikisha kwamba inanunua pikipiki kwa awamu ili kuweza kuwapa wale maafisa ugani na kuwawezesha kumuvu katika maeneo ya vijiji na kuwasaidia wakulima wetu. Sasa hivi tunachofanya kwa mfano eh, licha ya kuwa na gari moja la kilimo, lakini tunatumia magari kutoka idara zingine ili kuweza kukidhi haja ya kuwafikia wakulima katika kipindi kinachohitajika. Kwa hiyo, ndugu mtangazaji, niseme tu kwamba hiyo ndio hali halisi ya halmashauri ya wilaya ya Nkasi na jitihada zake za kuhakikisha kwamba kilimo inakuwa ndio ukombozi na ufumbuzi wa matatizo ya kiuchumi ya wananchi wetu na ndiyo hasa bezi ya kiuchumi ambayo tunahakisha kabisa kwamba eh, uzalishaji unakuwa mkubwa na wenye tija ili kukidhi haja ya wa wakulima wetu. Akizungumzia mkakati endelevu wa kuboresha shughuli za kilimo wilayani Nkasi, kaimu afisa kilimo umwagiliaji na ushirika pilimin matumizi ameelezea jinsi wakulima wilaani humo walivyoweza kupata ushauri wa kitaalamu licha ya changamoto mbalimbali zilizopo. Moja ya hatua tunazozichukua kama halmashauri kwa kupitia idara hii ya kilimo umwagiliaji na ushirika, tuna tumewapanga mabwana shamba wetu vizuri kulingana na idadi iliyopo, e, kuhakikisha kata zote angalau zina mabwana shamba wa kata, na baadhi ya vijiji muhimu sana ambavyo vinazalisha mazao kwa wingi, basi tumehakikisha kwamba zinakuwa na maafisa ugani. Baadhi ya wadau wa kilimo ikiwa ni pamoja na mtandao wa wakulima MVIWATA wilayani Nkasi, ikiwa ni pamoja na katibu wa mtandao huo Godfrey Kifukwe na mkulima mmoja wilayani humo hawakusita kuelezea jinsi serikali inavyotakiwa kuweka mazingira mazuri ya kilimo kwa ajili ya wakulima hao. Nitaka serikali ni kwanza ni kutambua uwepo wa mtandao, lakini pia kuutumia mtandao kwa sababu sisi shughuli kuu tunayoifanya kwanza ni kuunganisha wakulima katika vikundi na mitandao, lakini pia tunarahisisha utendaji wa serikali, yaani namna gani serikali inavyoweza kuwapata wakulima kusababu, kwa urahisi, kwa sababu kwa muda mfupi tuna uwezo wa kuwaita wakulima na wakaweza kuongea na viongozi mbalimbali wa serikali. Kazi tunayoifanya hii haina faida, naomba serikali tusaidie, tusaidie, hatuna vipato vya kulimia, hmm. Unakuta mtu yuko peke yake, unakuta niko peke yangu, sina nani wa kunisaidia. Bei bei ya mazao ni mbaya eh, wananchi wananchi yani wananchi hatulizikina bei hii. Ndio taarifa ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nkasi mkoani Rukwa kuhusu swala zima la maandalizi ya kilimo. Mimi naitwa Swima Ernest kutoka hapa na Manyele, TBC, mkoa wa Rukwa.